Mimi kwa umri nilionao na umri alionipa Mungu na heshima niliyopewa na Mungu na serikali, naona inatosha, kwa sababu kwanza ni mzee, lakini nyuma yangu kuna vijana wamekwenda university na vijana wa, vijana wangu wamemaliza secondary school ambao wao kwa sasa hivi wanatakiwa wawe viongozi. Halafu mimi kwa kutumia akili yangu ya kuzaliwa ni washauri, kwa sababu kwenye siasa kuna kupondana pondana. Sasa mimi kwa umri wangu na heshima niliyokuwa nayo, nikitaka udiwani katika kata ya Somanga na kijana aliyokuwa Somanga anataka udiwani, kwa hiyo itabidi kwa siasa zetu za Tanzania azungumze ubaya azungumze udhaifu, kwamba huyu mzee hafai, hana busara, huyu hana elimu, huyu hana akili huyu, ana hivi ana hivi ana hivi, unanielewa? Sijui. Sasa kwa umri nilionayo na heshima nilionayo, natakiwa niwe nimefika mahali niridhike, na ndio ukubwa. Mambo ya kikubwa ni yafanya, mimi natakiwa niwe natoa ushauri, we diwani, kuna moja mbili tatu, mbunge wetu wa jimbo letu, fanya moja mbili tatu, wewe mkuu wetu wa wilaya fanya moja mbili tatu. Mkuu wa mkoa, nakuomba kwa heshima yako, mkuu wa mkoa, napenda kushauri hiki hapa, kuna tatizo hili hapa, kuna tatizo, kwa sababu huu uzee wenyewe ni uteule wa Mungu. Sasa naridhika sana na cheo na uteule na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni makubwa, kwanza ndani yake anatakiwa lazima uwe hai ndio uwe mzee. Uhai Mungu kanipa, simenielewa eh. Kwa hiyo nafasi hii ambayo mimi nimeipata kwa Mungu lakini nikitoka kwa Mungu na kwa serikali niliyoipata kama nilivyozungumzia natakiwa niridhike hapo. Na heshima hii inanijenga zaidi kuliko hata kuwa diwani. Nafasi ya diwani ni kubwa kwa sababu jukumu la diwani kuangalia matatizo ya wananchi ndani ya kata yake, kuchukua changamoto za wananchi ndani ya kata yake na kupeleka katika halmashauri ya wilaya. Lakini kwa nafasi yangu mimi kama mzee, changamoto hizo zilizokuwepo zingine mimi nazitatua kwa kushirikiana na yeye diwani. Kwa mfano mwaka huu tulikuwa na mafuriko hapa, pale tulitafuta boti ikawa inawavusha watu, kuwapeleka kule kwa boti na kurudi huku kwa boti. Mchango mkubwa umeleta faida kubwa, lakini nimeshirikiana sana na diwani wangu na mwenyekiti wangu na serikali yangu ya kijiji cha Somanga kuhakikisha wananchi wote ambao wamekwama kwenye usafiri wasipate changamoto yoyote. Na mimi mwenyewe nilikuwepo hapa hapa, niko hapa hapa, nashirikiana kwa usiku na mchana. Mpaka nitake udiwani tena? Umri huu mimi, makamu haya na mvi kama hizi, mkurugenzi wenyewe anaweza kuwa mjukuu wangu, kwa sababu mimi na miaka sabini na mbili, mkurugenzi anaweza kuwa na miaka ishirini na nane. Maanake mimi si mjukuu wangu, lakini nitakapokuwa nimemkela, anaweza akanigombeza mpaka pengine akaongea maneno ya Kiingereza, mimi sijui, kumbe amekasirika. Kwa hiyo binadamu, unatakiwa uridhike na kile ulichopata. Kwa hiyo nafasi niliyopata mimi kuwa mzee, lakini kuwa hai mpaka leo, namshukuru sana Mungu. Kwa hiyo sihitaji ujumbe wa nyumba kumi, wala udiwani, wala ubunge, wala ukuwa mkoa, wala ukuwa wilaya, wala uwaziri I don't need. Napenda heshima na thamani na labda kusaidiwa tu, kwa sababu ya umri wangu kwamba mzee Kimbwembwe uwe mshauri wa jambo kadhaa uwe mshauri tu waje, lakini sio mtu akupigiwa kura kwamba Kimbwembwe tumchague mchague tu simkague afai. Ah, ah. Lakini ikitokea nafasi ya uteule kwamba wewe ni mzee, kwa hiyo kaa uwe mzee, kwa nafasi hiyo ya uzee naweza kufanya kazi, na ziko kazi za kizeezee, yani kazi ambazo sitaki zile za, za kwamba diwani, umenielewa bwana, ambapo itabidi niwe na majukumu kama diwani, nakaa kwenye kikao cha full council kile kama diwani na kuyachambua chambua mambo lakini, kama itatoka nafasi ya, kwanza licha ya, ya, ya uteule wenyewe ufuatani na uzee. Kwani si wapo wazee wa nchi? Wapo wazee wa nchi, wapo kama ishirini kama thelathini huko huko kwa rahisi huko anao, kwamba wewe na wewe na wewe na wewe na we, kama wazee wa nchi takaa. Wapo mkuchika yule pale yuko hapo, ingaje ni waziri, lakini nafasi yake kubwa sana ule uzee aliokuwa nao inakuwa kama dawa. Eh, kwa mimi kwa nafasi ya uzee yoyote popo, hata kwenye kijiji kama hiki kama hapa Somanga si mzee maarufu bwana. Inatosha. Kwa hiyo kitokea bahati nzuri waziri akisema bwana katika wizara hii ya, ya ujenzi tunataka mzee mmoja wa kutukumbusha mambo wakati huo waziri wa ujenzi Jackson Makweta. Mimi nimefanyao kazi. Huyo Jackson Makweta alikuwa waziri wa ujenzi miaka 80. Mimi nimefanyao kazi. Kwa hiyo nina idea ya sehemu nyingi sana. Nimefanya kazi na kina Benedicta Mobae, alikuwa mkurugenzi TBS pale, Tanzania Bureau of Standard. Nimefanya naye kazi, umenielewa bwana? eh, akina, akina nani hawa akina mzee nani Mwita Simaru, akina Chacha, nimefanya nayo kazi wa sehemu mbalimbali.